Tena mtazamaji wetu wa Manyunyu TV katika mwendelezo wa vipindi vyetu ambavyo tunakuletea kupitia Manyunyu TV tukiwa bado tumesalia pale pale zilipo ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa kusini Pemba, ambapo muda mfupi tu tumeweza kuongea na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa huu lakini, lakini wakati huu tunaendelea tena hapo hapo katika eneo lile lile tukiwa wakati huu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Chake Chake, ambapo pia inapatikana katika mkoa huu wa kusini Pemba, ambaye yeye si mwingine bali ni Mheshimiwa Ali Mohamed Ali ambaye tayari amekalia hapa meza hii ya mahojiano kwa ajili ya kuweza kuzungumzia mambo machache ambayo tunaweza kuyafanya. Kuhusiana na eneo hili lakini hususan katika hafla ile ambayo imeandaliwa katika mkoa wa kaskazini Pemba kwa ajili ya mapokeo ya mheshimiwa Amari Hassani Chande akiwa ameweza uh, kuteuliwa kuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi taifa hivi punde tu ambapo iliweza kufanyika pale katika mkoa wa Dodoma. Nikirudi kwako sasa, ndugu Muhamed Ali unamfahamu, uh, vipi mheshimiwa Ahmad Hassan Chande? Asante sana ndugu mtangazaji, kwanza nikwambie karibu wilaya ya Chakechake. Asante tumefika, nashukuru sana ndugu Chande ambaye ameteuliwa mjumbe wa kamati kuu punde muda tu mdogo uliopita. Mimi namfahamu vizuri sana tangu anafanya kazi Wizara ya Elimu, lakini kwa sababu ya ushiriki wake mzuri wa chama ndani ya Chama cha Mapinduzi, ndio maana nimemfahamu zaidi. Tumekutana katika nyanja za kichama, lakini kwa sababu amelelewa vizuri na chama, akiwa na maadili yaliyotukuka, ndio maana akapata nafasi alizozipata hadi leo kufikia kuteuliwa kuwa mjumbe wa kamati kuu ndani ya chama cha mapinduzi. Na tukiangalia kutokana na, na uzoefu wako, nafikiri hafurahia ambayo imeandaliwa nienda kuwakisi nini katika swala zima la uongozi wake. Asante sana mtangazaji, kulingana na uzoefu alionao kulingana na uwezo alionao chama kimemwona anafaa, kimemteua kwa mjumbe wa kamati kuu. Naye ni mtu ambaye amezaliwa kisiwani Pemba. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi wamefaidika sana kuona kijana wao waliomlea amefanikiwa mpaka kufika level hiyo kukisimamia Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo ni furaha iliyoje ambaye imetufikia wana kisiwa cha Pemba kufanya kazi zake vizuri huku anakoelekea. Na tukiangalia sasa, hata kwa uchache, ni yapi ambayo ni majukumu yake hasa katika nafasi hiyo na kisiwa cha Pemba, ama wananchi wa kisiwa cha Pemba huku wanaenda kunufaika vipi kutokana na uteuzi huo katika nafasi aliyopewa? Ndugu mtangazaji, majukumu yake ni yale yote yanayohusiana Chama cha Mapinduzi kwenye maamuzi ya juu ambayo yataenda katika vikao mbalimbali ambavyo vitafanyika kwenye ngazi za chama. Lakini kufaidika kwa chama, kwanza nataka nikwambie, ni mjumbe wa kamati kuu, ni mzaliwa wa Pemba, lakini ni kiongozi ambaye amepata hiyo nafasi kwa Tanzania nzima kwa hivyo kila sehemu, imani yangu ni kwamba itafaidika kupitia yeye kulikana na uongozi wake, lakini kuna nafasi ya kipekee ya nyumbani inaweza ikafaidika zaidi kwa sababu ya upenzi. Kuna baadhi ya changamoto ndogo ndogo anaweza akasaidia zikaweza kuondoka, chama chetu kikaweza kuimarika zaidi na tunatambua kwamba mkoa wa kaskazini Pemba ndio ambao umefanya maandalizi hayo, lakini pia jimbo lake linapatikana katika mkoa huo. Natamani kufahamu kwa wale wakazi wa mkoa wa kusini Pemba wamejiandaa wamejiandaa vipi ama wana mwamko gani katika kushiriki tukio hilo kesho? Eh, ndugu mtangazaji, licha ya wakazi wa, wa jimbo lake la Kojani lakini wakazi wote wa chama cha mzuzi mkoa wa Kaskazini na mkoa wa Kusini kwa mashirikiano ya pamoja, basi tumejiandaa vizuri kumlaki, ili chama kione kwamba walilolifanya ni la busara na yeye kumpa moyo, aone kweli wanachama wenzangu wa nyumbani wamesapoti hili kwa asilimia mia moja nguvu zake ziongezeke zaidi katika utendaji wa kazi. Na ni mambo gani, tunatambua kwamba nchi zetu hizi mbili ni muungano baina ya Tanganyika na Zanzibar, ambayo inakuja kupatikana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mambo gani ambayo yanafaharisha visiwa vya Zanzibar kupitia muungano huu? Ndugu mwenyekiti, kwanza, muungano wetu ni muungano wa mfano katika nchi nyingi duniani ni muungano ambao umeungana chama cha ASP na chama cha tano baada ya mapinduzi ya sitini na nne chama, chama, chama. Ni serikali ya mapinduzi kufanya mapinduzi kupitia chama cha ASP na tano na moja kujigomboa na sultani na wakoloni mbalimbali. Viongozi wetu mzee wetu Mwalimu Nyerere kwa upande wa Tanganyika lakini na mzee wetu Abedi Amani Karume kwa upande wa Zanzibar walikutana kwa pamoja, wakashauriana nini tufanye kuimarisha nchi yetu hii moja ambayo imegawika serikali mbili, wakaamua kuungana. Kwa hivyo hile ilikuwa ni faraja, kwa sababu kwanza kiulinzi. Kiulinzi kama tunavyojua visiwani ni visiwa, sasa kiulinzi kuungana kulikuwa kuna umuhimu mkubwa kuto kurudisha yale matako ambayo yameondolewa na mapinduzi, lakini pia wananchi wetu ni wamoja bara na visiwani, tuko karibu, ni wamoja, lugha yetu moja. Kwa hivyo tukishirikiana, kuna faida nyingi zinaweza kupatikana, na sasa zinaonekana. Kuna wafanyakazi wa serikali wa jamhuri ya muungano ambao wanatoka Zanzibar wanafanyia kazi Tanzania bara, kuna wafanyakazi wanaotoka Tanzania bara wanafanyakazi Zanzibar ukiacha wafanyakazi wa serikali wajasiriamali, kwa upande wetu wa visiwani tunao wengi ambao wanaishi visiwani kwetu bila ya buguza, bila ya tatizo lote, na tunashirikiana nao katika kufanya kazi zao kila siku bila ya tabu yote, bila ya buguza. Halikadhalika wako wajasiria mali wanaotoka visiwani kwenda Tanganyika, kwa maana Tanzania bara, kwenda kufanya kazi mbalimbali mbali, ambazo zinawahusu za halali kujipatia kipato kwa faida ya huu muungano. Vinginevyo lisi lingekuwa gumu hilo, lakini tuna matunda mengi tunaopata kutoka Tanganyika. Tanganyika tunaingia bila passport kwa sababu tayari tumeungana, vinginevyo tungekuwa tunatumia passport basi yengekuwa shida kidogo kuingia kwa uwepesi, lakini kwa sasa hakuna pasipoti, wahuku wahuku wako huku wanafanya kazi bila buguza. Na nimekunukuu ukiwataja waasisi wa taifa wa letu kwamba walifanya mambo mengi kuimarisha muungano huu, labda kwa viongozi waliokopo madarakani wakati huu, ni mambo gani ya wazi ambayo yanaashiria kwamba wanajidhatiti kuhakikisha muungano huu unaimarika? Mambo mengi ambayo wamejidhatiti kwanza, baada ya serikali wakaunganisha na vyama, hakuwacha tu kuungana na serikali, lakini vyama vya Chama cha Mapinduzi vimeungana kutokana na hivyo, lakini mambo ambayo tumeyashikilia kila upande ni kuimarisha umoja na mshikamano, ulinzi wa aina moja ndio maana sasa tuna vijana wengi ni walinzi wa watan, Tanzania visiwani, tuna vijana wengi ni walinzi wa Tanzania bara, lakini kwa maana ya serikali moja. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo ameyashikilia watu wa lugha moja, tuwe taifa moja, na tayari viongozi wetu wamesimamia hayo hadi sasa yanaenda vizuri bila tatizo lolote. Ah, tukiangalia rais wa serikali ama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan amefanya mambo mengi lakini pia ametokea upande huu wa Zanzibar, mnamwangalia kwa jicho gani? Ndugu mtangazaji, kwanza katika suala la kutafuta rais katika nchi yetu hatuangalii ametoka upande gani, tunaangalia je, matakwa ya wananchi anaweza kuyasimamia vipi? Ndio maana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuwa rais, anafanya kazi Tanzania, hafanyi kazi kama mzanzibari anafanya kazi kama Mtanzania, anafanya kila namna kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi kwa upande wa, wa Tanganyika anawa, anawaletea maendeleo lakini sambamba na watanzania Zanzibar nao anawashika mkono, akitambua kwamba ni jamhuri moja. Kwa hivyo hakuna mashaka yoyote. Uongozi wa chama ulikaa ukaona anaweza kufanya hii kazi na anaifanya vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu anaifanya vizuri bila ubaguzi wowote. Kwa hivyo kwetu ni faraja kwa upande wa mkoa wa kusini Pemba, tunampongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano jinsi vile ambavyo anafanya kazi zake katika Jamhuri ya Tanzania kwa uweledi na umakini mkubwa pasi na kuona tofauti ya visiwa na Tanzania bara, na tumezungumza na mwenyekiti wa mkoa wa Kusini Pemba kupitia Chama cha Mapinduzi. Na wakati huu tunazungumza na wewe, tunatamani sasa kufahamu katika wilaya ya Chake Chake uongozi wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar sambamba na uongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umefanya nini kukonga nyoyo za wananchi wa wilaya yako? Ndugu mtangazaji, mwenyekiti wa mkoa aliyepita alizungumza hayo lakini kwa sababu nayo yamo ndani ya wilaya yangu. Yeye alizungumza kimkoa wa Chakechake kiwilaya ikimkoa kwa maana ya wilaya chake ni wilaya mkoani, lakini ndani ya wilaya Chake Chake tumefaidika sana na miradi mbalimbali mbali ambayo imetokana na kupitia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mfano kipindi cha uviko kuna pesa zililetwa na akazishia kwa rais wa Zanzibar, zimeweza kutujengelea kutujengea mahospitali mbalimbali. Lakini vile vile huduma ya maji ni muhimu, maji ni uhai. Hicho kilikuwa ni um, kipaumbele cha pesa zile, kuhakikisha kwamba wananchi wanafaidika na huduma hiyo popote pale walipo. Hizo ni faida muhimu sana lakini faida nyingine kubwa ni mashirikiano ya kiulinzi baina ya Tanganyika na Zanzibar ambayo iko kimuungano. Kwa hivyo kwetu wa Tanzania tunafurahika kuona amani imetawala kupitia viongozi wetu hawa, ikiwa hii ni faida ya muungano na tunaelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unafanyika Oktoba, na tukiangalia katika historia uh, katika ukanda huu kumekuwa kuna upinzani mkubwa sana wa kisiasa kwa kipindi cha nyuma. Natamani kufahamu kwa sasa hivi hali ikoje, hasa tunapoelekea katika tukio hilo muhimu. Ni kweli baada ya kuingia ndani ya mfumo wa vyama vingi, hususan kwetu visiwani Zanzibar, hasa Pemba kulikuwa kuna upinzani mkali, wamepita marais mbalimbali wakipambana na upinzani huo kwa aina mbalimbali ya uongozi wao, wamefanya makubwa, ila kupitia awamu hii ya nane ya Dr. Mwinyi, jinsi vile ambavyo alikuwa anatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kikamilifu lakini pia ni rais ambaye moja kwa moja anawapenda wananchi, akijua wananchi wana shida mbalimbali. Nguvu zake nyingi alikuwa anazielekeza kwa wananchi walio wanyonge. Ndio maana amesimamia sera vizuri, ametekeleza sera kikamilifu zaidi ya aliyopewa na chama cha mapinduzi kwa makusudi mazima kuwaondoshea dhiki wananchi walioko chini, waione nchi yao wamuone rais wao ni rais anayewapenda anawajali, na hivyo ndivyo mwelekeo uliokwenda. Wale ambao walikuwa wapinzani walikuwa wana malengo yao, lakini baada ya rais Mwinyi kuingia madarakani akaonyesha jitihada yake ya kuwatumikia wananchi, ndio vile ambavyo walikuwa wanabadilika polepole mpaka tumefikia sasa. Kwa asilimia kubwa wananchi wengi wa visiwani wanakipenda Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya, fana, ya wananchi walio wengi huko chini ambao wanasumbuka, na kama alivyosema mwenyekiti wa mkoa, kwa sasa tuko vizuri kisiasa kwa sasa tuko vizuri kisasa. Wananchi wameelewa na kila tunapokwenda basi wanatuahidi ukiunga mkono chama cha mapinduzi. Ni viongozi wakubwa wakubwa wa chama wa vyama vya upinzani wametoka kujiunga chama cha mapinduzi kwa sababu ya rais aliyepo ya kutekeleza yale matakwa ya wananchi walio wanyonge. kwa hivyo zile asilimia alizozitaja mwenyekiti wangu wa mkoa 92 kwenda 5 hazina wasiwasi, zipo Zita, zinawezekana kwa sababu ya utekelezaji mzuri wa viongozi wetu wawili hawa ambao wanatuongoza Tanzania. Nashukuru sana na mtazamaji wetu wa Manyunyu TV nikwambie bado tuko hapa zilipo ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa kusini Pemba, na nikiwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Chake Chake katika mkoa huu, tukiendelea kuangazia mambo mengi kama ambavyo umekuwa ukitufuatilia. Nikutake sasa uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu mengi ya kijamii, tunapatikana kwa jina moja la Manyunyu TV. Bado tuko hapa na wakati huu tukiangazia katika kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 na kama ambavyo tumeweza kumsikia natuambia, hali ya upinzani kwa sasa hivi haipo wapo vizuri zaidi kisiasa katika eneo hili. Sasa tunatambua pia uh, uh, siku chache zilizopita, huko kuna mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ulifanyika pale Dodoma, bila shaka ulikuwepo ama sija ukuwepo, lakini ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ilizinduliwa. Kwa jinsi ambavyo umeweza kuipitia ama kuifuatilia unahisi ilani hiyo ni kigezo cho tosha cha kusababisha wananchi wairudishe tena CCM madarakani kwa kishindo? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza, miongoni wale walioshiriki mkutano huu na mimi nilikuwepo kama mjumbe wa mkutano ule, nimeshuhudia mengi ambao yametekelezwa kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi kupitia Jamhuri ya Muungano, lakini pia kupitia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ulikuwa ni ushahidi tosha wa wananchi kuona, na kwa bahati ulimkutana, ulikuwa uko live unaonekana sehemu zote, ndani na nje ya nchi, kuonyesha kwamba jinsi vile ambavyo ilani imetekelezwa, ni wananchi wenyewe ambao wameiona na wameridhika, wameridhika kikamilifu jinsi ya utekelezaji ule miradi mbali mbali iliyofanywa kupitia viongozi wetu hawa, na tayari ni moja kwa moja ni miradi inayolenga kugomboa maisha ya mtu mmoja mmoja kule chini, ili kuondokana na umaskini uliokithiri. Nashukuru sana mwenyekiti. Natambua pia umeweza kufuatilia ama kushuhudia hata kuona pia yale ambayo yanaendelea mitandaoni. Kuna wimbo mmoja ambao unaimbwa sana kwamba no no reforms no election, lakini pia kuna wimbo mwingine ukaibuka unaosema kwamba Oktoba tuna chiki. Kwa, kwa mtazamo wako, wananchi wa eneo lako ni wimbo upi wanaouimba zaidi? Kwa nini? Unajua, wimbo wanaouimba zaidi wimbo wanaoimba zaidi baada ya kupitisha ilani ya uchaguzi ambayo imekwenda vizuri ni ule ambao unaelekea kutatua zile kero ambazo zimebaki ili nchi yetu iweze kusonga mbele. Sasa wengie tafsiri hizo wimbo hizo nyimbo vizuri wananchi wakasikia, kwa sababu naweza nika, nikaeleza. Wao hawajui pengine kwa hiyo lugha hiyo. Sawa, nimekuelewa umesema. Uh, kwamba uh, inawezekana hawajui. Nikueleweshe kidogo kwamba kuna ule mchakato unaendelea, kuna wengine wanapinga kufanya uchaguzi na kuna nao kubali kufanya uchaguzi, kwamba wanasema tutafanya nao ni msimamo wa chama cha mapinduzi. Wananchi wako wana hali gani katika hilo? Wanapinga ama wanakubali? Eh, sawa. Nadhani wananchi wananisikia popote walipo. Wananchi wa Chama cha Mapinduzi hawapingi kufanya uchaguzi, na hawapingi kwa sababu hana wasiwasi na uchaguzi. Lakini tunaambiwa wanaosema no no reforms, no election pia wanatoka Chama cha Mapinduzi. Ndio, kwa sababu kuna msemo unaosema sijui kama umeenea Tanzania au ni kwetu Visiwani, ni kwamba mchele haukosi chua. Kadiri utakavyotekeleza, kuna watu wana nafsi zao ambazo zinawapelekesha wanavyojua wao, lakini si kwa faida ya walio wengi. Ndio hao wanatokea kusema kwamba hawataki uchaguzi, lakini kwa faida ya walio wengi, uchaguzi kwetu ni muhimu kwa sababu tumo katika demokrasia. Basi mi nakushukuru sana kwa ushirikiano wako, lakini kutake uongee neno moja la mwisho, lakini hasa usiache kugusia swala so, zima la tukio la kesho. Kwanza ndugu mtangazaji, mi napenda kabla sijafika huko niwapongeze marais wetu wa jamhuri wa muungano na Zanzibar jinsi wanavyosimamia amani na utulivu katika nchi yetu. Nimesema niseme hivyo kwa sababu hata hayo mapokezi ya kesho na yaliyopita mengine kama si kwa sababu ya amani na utulivu katika nchi yetu ambayo yanasimamia na viongozi wetu, ha yasengeweza kuwepo lakini, kwa sababu wanasimamia vizuri, basi kwa hili napenda niwapongeze sana na niseme kwamba twakuombeni mwapelekee salamu zetu. Wananchi wa wilaya Chakechake, wanachama na wapenda amani wanawapongeza sana na wanawahakikishia, kwa sababu ya utekelezaji mzuri kwa faida ya wananchi, wasio na wasiwasi, tutaendelea kuwachagua na tayari wataendelea kuongoza nchi kwa amani, tuna matumaini makubwa. Lakini ndugu mtangazaji, nirudi kwenye suala lako, mapokezi ya kesho, tumejiandaa. Tumejiandaa kwa sababu kwa upande wa kwetu visiwani ni kijana wetu ambaye amepata hiyo nafasi ya kuchaguliwa kuwa mjumbe wa kamati kuu. Ni faida na fahari kubwa kwa Tanzania, lakini pia ni faida kubwa zaidi kwa visiwani, hususan kisiwani Pemba. Tuna kila sababu ya kuona kwamba tunampokea vizuri wanachama na wananchi wote wapenda amani ili chama kione kwamba hakikwenda kombo kumchagua kiongozi huyu na yeye aone kwamba kweli wanachama wa Chama cha Mapinduzi walioniongoza kwa wazee mbalimbali basi sikuwa mzigo kwao, bali nilikuwa mwepesi mpaka nimefikia pahali levo hii ya kuchaguliwa kwa kiongozi ndiyo maana ndiyo maana kwa mantiki hiyo, ndani ya ziara yake hii atazungumza na wazee wa chama cha mapinduzi wote wa Pemba, kwa kumwombea, kwa kumtakia heri na kumwelekeza vizuri, asimamie msimamo wake kwa kukitendea haki chama cha mapinduzi katika utekelezaji wa chama cha mapinduzi. Kwa hivyo kwetu ni faja kubwa na tutampokea kwa shangwe kubwa tuki- tukiwa na imani kwamba mkoa wetu, mikoa yetu miwili ya Pemba, tuko katika hali ya amani na utulivu. Hakuna hitilafu yote ambayo inaweza ikatokea katika mapokezi haya, bali ni furaha tu na kwenda mbele. Nakushukuru sana kwa muda wako, asante, asante kwa wakati huu mzuri, asante, shukrani na mtazamaji wetu wa Manyunyu TV, kama ambavyo umekuwa ukitufuatilia mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu. Ambaye nilikuwa naye mezani ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya chake chake, ambaye ni ndugu Ali Muhamedi Ali ambaye tumekwishazungumza naye hapa. Kama ambavyo umekuwa ukifuatilia, tumegusia mengi ikiwemo tukio la kesho la mapokezi ya Mheshimiwa Ahmadi Hasan Chande ambaye Chama cha Mapinduzi kimeandaa hafla hiyo ya kumpokea pamoja na kumpongeza kutokana na kuteuliwa kwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa. Siku ya kesho katika mkoa wa Kaskazini Pemba ndipo ambapo tukio hilo litafanyika. Sisi ni Manyunyu TV, bado tunaendelea kusakanya watu wengi mbalimbali mbali katika ukanda wa kisiwa cha Pemba kuweza kuona na kushuhudia yale ambayo yanaendelea hapa, na kazi yetu ni kukuletea wewe hapo ulipo uweze kuona yale ambayo yanajiri katika eneo hili. Mimi naitwa Happy Balisidia, chombo nachokitumikia ni Manyunyu TV. Asante sana kwa muda wako na kwa kutufuatilia. Bai, mpaka wakati mwingine.